Imani. Bwana Yesu asifiwe. Tupitia tu vitabu ambavyo unavifahamu sana lakini nataka unisikize vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Jina la Bwana lisifiwe sana, Amen. Imani ni kitu kingine kidogo lakini ni kitu kingine kikubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Najua umefundishwa mara nyingi sana. Lakini leo pia utasikia Bwana anasema nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tusome kitabu cha utangulizi Waibrania kumi na moja moja mpaka ine. Na upenda tu mtu asome, ili mimi niwe na nafasi ya kuendelea. Bwana Yesu asifiwe sana, na yule atakaanza kusomea akae tu hapo niendelee kulisomea moja baada ya moja, na Mungu atambariki sana. Kama umepata msomaji wa leo, nisomee hapo Waibrania kumi na moja moja mpaka ine. kitabu kile cha Waebrania mlango wa kumi na moja mstari ni wa kwanza mpaka wa nne. Nasema basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. ustari wa ine kwa imani habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini, kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki. Mungu akazishuhudia sadaka zake, na kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Nataka tuende tu mahali ya mstari wa nne. Bwana Yesu asifiwe, kwamba Abeli kwa imani akamtolea Bwana na mpaka leo bado ina. Bwana Yesu asifiwe sana, jina la Bwana lisifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Yani matendo ambayo, yani ambayo ametenda Habe mpaka leo bado inakumbuka hiyo ndio imani ambayo naitaka ndani ya mwamini wa leo, maana hicho ndicho kitu ambacho tumekikosa sisi waamini wa sasa. Tumekosa imani ambayo haina matendo, maana Bibilia imesema kwamba imani bila matendo ni kufa. Lakini tunaona kwamba imani ya Habeli haijakufa, bado iko hai mpaka siku ya leo na no, maana inahitajika kila mwamini anaye mwamini Kristo awe na imani kama hiyo. Najua unamjua Mungu kweli, najua unamjua Kristo kweli, unamwamini. Bwana Yesu asifiwe. Wengi walimwona akiponya na kuokoa amefufua hata wafu lakini wewe unaamini Bwana. Kuona sio kuamini. Unaweza kuona kitu kikifanyika ama mtu akifanya kitu lakini unaamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. We, fanya hesabu ya haraka haraka. Ni mtaji? Baba anaimani mtoto anaimani mama anaimani familia yote inaamini kwamba Kristo anaweza kutenda jambo lolote, maana hakuna jambo gumu lililomshinda Mungu Baba. Wanaamini kwamba hakuna jambo lolote linalomshinda Mungu wao, familia mzima, wote wanaamini hivyo. Nataka nikwambie familia hiyo itaishi vipi, itakuwa na ufanisi wa aina gani? itakuwa na mafanikio ya kiasi gani? Manake familia yote wanaamini kwamba hakuna jambo linalomshinda Mungu. Kama jambo lolote itakapowavamia, kama ni uvamizi wa aina yoyote, kama ni shida zozote, wanaamini kwamba Mungu anaweza kuondoa jambo hilo. Sijui kama unanielewa. Nataka tuwache ama tubadilike, tuwache kwamba wachungaji wamekuwa miungu, mabishop wamekuwa miungu. Hapana. Haleluya, nataka kila mtu aamini moja kwa moja kwamba Mungu anaweza na athibitishe kwamba Mungu anaweza yeye mwenyewe binafsi, ili kama kuna mtoto wake akuwe akiona kwamba baba anaamini Mungu wake yeye naye awe anaweza kupata. Unatoa kuku namdisameenda kwa wagan, unaenda kutambua, utoe kuku tena mkuu, halafu hiyo kuku anachinjwa, damu inawekwa kwa maji na siku atijita hivi kinawekwa humo, alafu mtu anakupigia pigia akisema umepoa, alafu huko anakula naku na ukienda unaamini umepoa, na unaenda kupona kweli. Sasa imani hiyo, na huku umeingia huku, kuna mtu amekufa pale msalabani, kuna mtu ametoa uhai wake kwa ajili yako, kuna mtu ambaye amefufua waliokufa. Umeona, umesikia, umetambua, lakini umeshindwa na imani ya mtu anaenda kupeleka kwa ajili ya na ganga na bado yeye anasema akule, lakini mtoto wangu atapona, ama mimi niende nabo. Imani hiyo iko wapi katika Mungu? Hiyo si imani ya mtu mwingine, ni imani ya wewe. Waliomwamini Kristo, unamwamini kiwango gani? Unamwamini kiasi cha kwamba watoto wako, familia yako wanajua tunaye mtu anayeamini Bwana. Yesu asifiwe, amen. Yes ameponya wagonjwa, sawa amekupona unamina naweza unaamini anaweza? Bwana Yesu pana amen. Mimi usema hivi kisikia kwamba unasemawagojwa joni utapona, kabla utakona hatua ya kwenda, unaamini kwamba utakona? Manake ukienda kwa sababu unaenda kumjaribu, basi utarudi, utarugi kwako na ukarudi tena kuja mugile tena, akisema wagonjwa njoni mtapona. Eeda tena ukamjaribu, ukirudi na ugonjwa wako. Ndio maana tunakuona kila siku, wewe ni wewe tu peke yako, na naeka mkono tobali, sasa niweke mguu. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani ni nguvu zako. Bwana Yesu asifiwe. Kama unataka kuandika, andika haya machache aail. Imani ni nguvu zako, imani ni funguo zako, na imani ni uponyaji wako. Kuma imani ni ufanisi wako, imani ni baraka zako, imani ni tumaini la Mungu wako, imani ndiyo inaleta ishara ama kufanyisha ishara na imani ndio huleta miujiza. Bwana Yesu asifiwe sana, jina la Bwana lisifiwe sana. Haya yote ambayo nimeyasema hayawezi kupatikana kwako wewe, kama huna imani. Jina la Bwana lisifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Unaamini kwamba unaweza tembea? Basi tembea, ijulikane. Usiwe kama yule jamaa Petro akamuuliza Yesu, ni wewe pe? Kama ni wewe pe, niamuru. Bwana Yesu azidiwe. Kwanza alikuwa haamini kwamba ni yeye, japo alikuwa na yeye muda wote. Wewe unataka ushangae kidogo, Petro alikuwa amekuwa na nani? Amekuwa na Yesu ame kwa muda mrefu, wameachana tu si muda mrefu, akaingia kwa boti, lakini sai amemwona akitembea kwa maji, anamuuliza kama ni wewe pe. Na ndivyo tunapofanya kila siku Wakati ukiona shida unaanza kugea, nasema kweli, Mungu anaweza, anaweza Mungu, Mungu kama yani, daamu daamu Yesu, na Yesu asifiwe a mzigo ulionao kweli, sifa sana kama tumekuwa yeuasi muda mchache sasa, ananiuliza kama ni wewe pekee, Bwana Yesu, azidi niambie hasa wa mimi nisitembee. Haleluya, akatembea kwa muda chen, nulisa, wewe, wa Hallelujah. Hallelujah. huo aliotembea hajamfikia mahali alipo tayari, akaona yuko baharini, aona shida yake sasa. Mahali umefika tu wewe upate uponyaji, mahali umefika upate baraka zako, mahali umefika uondolewe shida yako, unaanza kuona kweli hapa nilipo kweli, yaani huna uhakika hapa nilipo kweli, yaani ukianza kumdauti Mungu, ukianza kumdauti Yesu Kristo na shida yako na mipango yako, hapo ndipo mwanzo wa kuanza kuharibika, akaanza kuzama na amethibitishiwa kwamba kama ni wewe kweli, njo, akasema njoo ni mimi. Hata wewe si kuna na watu wamekuja huko wakakwambia Yesu na wewe unamjua na Yesu lakini ukamwamini huyo mtu aliyeleta habari za Yesu kwamba Yesu anaweza, na ukakubali, si umekuja hapa? lakini sasa wewe unamwamini kama anaweza? ulipoambiwa anaweza kule kwa akakomboa akakuleta hapa, waamini kama anaponya, waamini kama anaweza kutendea mambo ya ajabu, waamini kama anaweza kukuondoa kwa shida zako, waamini kama anaweza kukuinua kiwango cha juu. lakini ulipoambiwa Yesu anaponya na kuweza umekubali na ukakuja hapa bali usafiri wengi wanazama wakiwa ndani ya hema, hawezi rudi tena kule, kuwaganga na kuekea mistari na, na kuku, hawezi rudi tena hapa, nao aamini kwamba Yesu anaweza, ni kwenu na kufa kigonzo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Yaani kule uwezi rudi na huku nako kuamini. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe.

hata mipaka ya Tiro na Sidoni. Akaingia katika nyumba akataka is, isijulikane na mtu, lakini hakuweza kusitirika. Ila mara mwanamke ambaye binti yake yuna pepo mchafu alisikia habari zake, akaja, akamwangukia miguuni pake. Na yule mwanamke ni Myunani, kabila yake ni Msirofoinike msi, msi akamwomba mtoe pepo katika binti yake. Akamwambia, mwache watoto washibe kwanza, maana si vizuri kukitoa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Naye akajibu akamwambia, naam Bwana, lakini hata mbwa walio chini ya meza kula makombo ya watoto. Akamwambia, kwa sababu ya neno hilo, enenda zako Teto amemtoka binti yako. Mstari wa 30, nasema akaenda zake nyumbani kwake, akamkuta yule kijana amelazwa kitandani na yule Teto amekwisha kumtoka. Bwana Yesu asifiwe. huyu Amen, Amen, Amen. Mwanamke hata jina lenyewe halikulingani anaitwa mwanamke mkanayo. Bwana Yesu asifiwe hata si Mkristo, si Mwebrania, ni nani tu. Bwana Yesu azifiwe. Mtu wa kawaida, nataka unisikize vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Aleluya. Yaani mtu ambaye amepata kusikia tu habari za Yesu kwamba anaweza sifungu katika mambo hayo, yeye alikuwa hahusiki. Bwana alikuwa Yesu amekuja kwa ajili ya Waebrania peke yake, lakini yeye hahusiki lakini alipopata habari kwamba yuko sehemu fulani, akasema moyoni mwake, yeye mwenyewe akasema, hata kama mimi si usiki wala si mmoja wao, lakini naenda kumpelekea habari za, na hakumbeba mtoto wake, kwa sababu yeye siwa huko, lakini akasema, wacha niende kwanza nikamwombe ruhusa, nione kama atanifanyia nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sikiza nikwambie hata yule jamaa, unamwona jangili sana, kama unamwona muhuni sana, lakini ana imani kali kushinda wewe ambaye uko hapa, lakini unaenda hivi na kule. Bwana Yesu asifiwe. Wewe, imagine mtu ambaye anakuja nyumbani kwako na bado hauja ndani. Agunge mlango na afungue, nakwambia, nataka hivi na hivi na hivi, anajua umejipanga vipi, si lakini yeye amekuja na imani kwamba naenda na atanipa ninachokitaka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, na amefika kwako na anataka anachokitaka, ni juu yako wewe na Mungu wako utafanya nini? Lakini yeye amefika kwako na anataka anachokitaka, ni juu yako Bwana Yesu asifiwe haleluya jina labalanziveza yule mama akamjia Yesu moja kwa moja, akamwambia kwamba na mtoto wangu ni mgonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuifanya story kwa fupi, kwa sababu ya wakati, Yesu akamwambia, siwezi kupeana chakula cha watoto wangu kumpa Mungu. Katika ile mama aliyeteta habari na majibu ya Yesu, Mungu ni nani? Mungu nani, ni nani Mungu Mungu mama. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Umejibu sawa, Mungu akubariki. Yaani, mama amekuja, mtoto wake ni mgonjwa, ana matatizo, amekuja kwake Yesu Kristo. Yesu anajua huyu si kiwango, si nyumba hii hapai hi. Ndio maana akasema, kiwango alicho nacho, ana chakula alicho nacho ni kwa ajili ya wana wake, hapo ni sisi wana wa Mungu yeye yeah, yeah, nasema ni chakula cha wanawe, ni chakula chetu. Yaani sisi ni watu wa kuwa salama, ni watu wa kufanikiwa, ni watu wa kubarikiwa, ni watu wa kuishi vizuri. Sisi ni watu lakini je, yeah, sisi wenyewe tunajua kwamba ni sisi. Wewe unajua kwamba vizuri, ee iishi vizuriee, unaonekana ae, unaonekana tufanyike kwako, wewe ndiwe unayojua, maanake Yesu amemwambia yule mama kwamba sitoani chakula cha watoto kwa mbwa Yaani amemba mama amefanya kama mbwa tu, kwa sababu yeye hamtaki Kristo, familia yao hataki, ni mbwa tu. Bwana Yesu so, asifiwe. Lakini majibu ya mama yasikia vizuri, akasema hata kama ni mbwa sawa. Hakuteta yeye hakufanya ubishi, amesema hata kama ni mbwa sawa, lakini pia bwana mkubwa atakapokula kwa kushambusha kitu chini kule mbwa onekana kwamba kinachoanguka chini hapigi teke mbwa halo. Kwa hivyo, wewe na mimi usipotunga wale unaona wakorofi wale unaona hawataka kukubali, lakini siku watakaposikia sauti ya Bwana watapokea uzima na uponyaji. Wewe ukibaki hapa hapa kwa meza na maradhi yako na magonjwa yako, maana humwamini yeye aliye na chakula chako. Itoi yule mama akasema, hata kama ni mbwa sawa, sina ubishi lakini akiangusha kitu kidogo, Mungu ataku. Yesu akiendelea okay, bila kasima kasema, sijaona mtu mwenye imani kama nani. Alikuwa Mkristo huyo? lakini akasema sijaona, na kama hajaona ni wapi hajaona? Hajaona kwa wana wazidei, hajaona kwa waamini, hajaona kwa washirika, hajaona kwetu sisi, imani kama ya mtu huyu u akucenda. Lazima tubadilike, lazima tuone msingi maana watu wajue kama sisi tunayemwamini ana nguvu kushinda wao, Bwana yeah. Yesu asifiwe sana, haleluya, yeah. yeah. asimauwe na imani timilifu, imani ambayo inagonga, imani ambayo inaondoa, imani ambayo inalikua, imani ambayo inafanya. Yani kunisema hivyo, na ndivyo si amina, ni hivyo mbone? Tunasema amina, halafu baadaye tunageuka. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema mama aliporudi nyumbani, akabada hiyo kijana amepona kuanzia saa hiyo hiyo, alipoambiwa kwamba imani yako, saa hiyo hiyo hakuleta mtoto kuwekwa mikono, hakumbeba mtoto wake, hakufanya hesabu yoyote, ameenda tu, amegomezana na Yesu. Wakati biana akaitwa mbwa, lakini mbwa huyo amerudi, akipata mtoto wake ni mzima mtoto wa Mungu ni mzima, lakini mtoto wako wewe ni mgonjwa, wewe mwenyewe ni mgonjwa, panako ni mgonjwa, familia yako ni mgonjwa, hawawezi kukutumainia wewe. vyakomokoko katika goma hiyo, wewe nawe ni mgonjwa. Bwana Yesu asifiwe, amen. Amen, Bwana Yesu asifiwe, amen, haleluya, amen. Nina Bwana asifiwe, amen. Tunazungumza kuhusu imani timilifu, imani ambayo unaweza kufanya jambo

kile kile cha Marko lango ni ule wa kumi cha anza mstari wa 46 na mstari wa 50, inasema, wakafika Yeriko. Hata alipokuwa akishika akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Timayo wa Timayo, yule mwombaji kipofu alikuwa ameketi kando ya njia. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti sauti yake na kusema, Mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, Mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akasimama akasema, mwiteni. Wakamwita yule kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka anakuita mstari wa hamsini nasema, akatupa vazi lake akaruka akamwendea Yesu. Yesu akamjibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu